Habiki kindakindaki wa Simba katika mji wa Masasi, hebu tuambie hisia zako furaha yako kuhusiana na matokeo haya. Eh bwana, kwa majina anafahamika Ndimbe Wandimbe, wa Ndimbe wamkuti Masasi, mabaharia wote wananifahamu hapa. Mwana mwanasimba kindakindaki, ukizungumzia mwenye Simba ukitoa Ndimbe hujahitaja Simba Masasi hapa. Wanasimba Masasi tuko laki moja hamsini na mbili elfu mia sita ishirini ambapo ni wanasimba kindakindaki. Sasa labda nikuelekeze tu kitu kimoja, ndugu mtangazaji, nikuelekeze kitu cha msingi. Sisi kusudio letu sio kuchukua vile vidani kama walivyochukua ndugu zetu, sisi lengo letu kuchukua kombe. Kombe ambalo tutalichukua moja kwa moja, naomba wanasimba wanzangu pamoja na wachezaji, huku mikoa kusini kuna washabiki wa aina mbalimbali wa Simba, lile kombe lizungushwe Tanzania mzima, kwa sababu kuna ushe sehemu mbalimbali kwanzia na Njilinji na Nkatila na Lungombe na Mapwia na Ndagala na Ngubu Choteka na kombe bado. Sasa hivi tunaenda kwenye fainali. Una uhakika gani wa kombe? na asilimia mia moja na naweza nikaongeza kumi juu yake, asilimia mara nyingi asilimia zinaishia mia, lakini mimi naongeza kumi za kwangu za kuchukua kombe lile na, naomba mulilete hapa Masasi na mikoa mingine Tanzania mzima mulizungushe. Umekuwa shabiki, lakini pia wewe ni msanii wa kuimba, hebu tupe nyimbo moja kali sana kuhusiana na ubingwa huu. <laughs> Ah, safi kabisa ndugu mtangazaji, labda nikuelekeze, mimi ni msanii mkubwa kweli, lazima niongee, ni kiukweli kweli, watu wote wananijua watu, watu, watu ebwana, Simba sasa itafanya mengi Eyo.

Simba itafanya mambo mengi mpaka visiwani. Lazima tuwaeleze Watanzania, hili kombe sasa la kwetu. Lazima tuwaeleze Watanzania, hili kombe sasa la kwetu. Tunaeleza kule visiwani, mjiandae kupokea kombe. Tunaeleza kule visiwani, mjiandae kupokea kombe. Tunaeleza kule